endelea na halqa iliyopita kuzungumzia kuhusu huri ain na tukasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameandalia hao hiyo hicho kitu huri ain kwa wanaume na kwa wanawake, na tukataja dalili zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwenye Surat Ad-Dukhan

na kisha tukaona kwenye sura tutur Mwenyezi Mungu pia subhanahu wa taala, akazungumzia innal muttaqina fi jannatin wa naim, kisha akaendelea Mwenyezi Mungu mpaka aliposema wazawajnahum bihuri ini. Kwa hivyo tumeona kwamba huri ini itakuwa ni kwa wanaume na kwa wanawake, wala sio wanaume peke yao, na tukasema kwamba halka hii tutaka kujua je, huri ini ni kitu gani? ikiwa ni kwa wanaume na kwa wanawake watakuwa ni wenye kuandaliwa hiyo huri ain. Kwa hivyo huri ain ni nini? Kwa hivyo leo tutazungumzia kuhusu nini huri ain. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wazawajnahum bi huri ain, mwanzo, hatutoweza kuelewa huri ain mpaka tuanze na kilma cha zauji. Mwenyezi Mungu amesema wazawajnahum hichi kilma cha zauji dalala yake ni nini ndani ya Qurani? Kwa sababu babu zetu katika vitabu vya turathi utakuta ndani ya Qurani kilma kikiwa kimetumiwa ki kilma cha zauji, wao walikuwa wakifikiria kwamba zauji ni ndoa, yani kuoana mume na mke. Wao walikuwa wakifikiria hivyo, yani kila mahali palipoona kilma cha zauji, wao fikra inawapeleka kwamba ni ndoa, lakini la Dalala ya kilma cha zauji ndani ya Qur'an huwa ladhi yurafiquka au yusahibuka shakhs akhar au shay' akhar fi makani au fi zamani ma. Hiyo ndo dalala ya kilma cha zauji. Kilma cha zauji dalala yake huwa ladhi yusahibuka au yurafiquka, ni yule ambaye kwamba anakuwa na wewe pamoja hiyo ndiyo dalala ya kilima cha zauji anaweza anakuwa pamoja na ana, anakuwa pamoja na wewe, huenda akawa ni mwanadamu, ni mtu mwenzako, na huenda ikawa ni kitu kiko pamoja na wewe, yani kimeswahibiana na wewe kile kitu. Kwa hivyo hiyo ndio dalala ya kilima cha zauji, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mifano ndani ya Qur'ani akatwambia: wa min min kulli shayin khalaqna, khalaqna zaujaini, laalakum tatadhakkarun, wa min kulli shayin, na kila kitu khalaqna zaujaini tumekiumba kitu na mwenzake, kitu na mwenzake, na ndio Mwenyezi Mungu akatuonesha namna hivyo vitu na mwenzake ni kama nini? Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine akasema, wa annahu khalaqa zaujaini dhakara wal untha Mume na mke, yani mume mwenzake ni mke. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba zaujeni ambao ni usiku na mchana. Kwa hivyo, usiku mwenzake ni mchana. Kwa hivyo, zauji ni kitu na mwenzake, si lazima iwe ni ndoa, la ni kitu na mwenzake. Kwa hivyo, tumeelewa dalala ya kilima cha zauji ndani ya Qur'an na ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mfano mwengine atupigia kuhusu kile kiswa uh, habari za nabi Allah Suleiman, Mwenyezi Mungu anatuambia fayataalamuna minhuma ma yufariquna bihi baina almari wa zauji. Almari ndani ya Qurani, almari ni mume na mwanamke, almari ndani ya Qurani, tofauti na tafsiri, kwenye vitabu vya tafsiri utasikia Eh, ma yufarriquna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi baina ya mume na mke wake, la la, la, la. Mwenyezi Mungu asema baina almar'i wa zawjihi anamaanisha baina ya mtu mar'i ni mume, awe mwanamume ama mwanamke, wa zawjihi ni mwenzake. Kwa hivyo inaweza kuwa wewe na rafiki yako wa kazini, inaweza kuwa wewe na rafiki yako wa darasani, inaweza kuwa wewe na rafiki yako wa nyumbani, mwenzako, yaani wa nyumbani, mnaoswahibiana kwa hivyo almar'i wa zauji haimaanishi mume na mke la, zauji ni mwenzako, mtu na mwenzake, ndio inamaanisha hivyo. Kwa hivyo tumefahamu nini dalala ya zauji. Zauji ni kitu ambacho kwamba unaswahibiana nacho, kiwe ni kitu, awe ni mtu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kama tunavyosema katika halka nyingi, kwa Mwenyezi Mungu, ahkama ayati Mwenyezi Mungu amezihukumu aya zake, akaziwekea siyaqi nidhamu, amezipaka kwa nidhamu. Kila kilimakiko na kazi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kilma cha zauji anapotumia ha... Mwenyezi Mungu kwenye nini ninihiyo, ametuambia wazawajnahum bihuriin. Mwenyezi Mungu hakusema wazawajnahum, wazawajnahum, wazawajnahum huriin. hakusema hivyo Mwenyezi Mungu amesema wazawajnahum bihuriin. Ingekuwa ni ndoa, Mwenyezi Mungu hangesema wazawajnahum bihuriin. Angesema wazawajnahum huriin. Lakini Mwenyezi Mungu amesema wazawajnahum bihuriin. Kwa hivyo kumeingia harfu harful baa, haimaanishi inapoingia harfu harful baa, hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hamaanishi kwamba ni ndoa, na ndio tunaona ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wenye kuhusu ile habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwoa e, mke wa mtoto ambaye kwamba alikuwa anamlea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia falamma qadha zaidu minha watwaran zawajnakaha zawajnakaha. Mwenyezi Mungu hakusema zawajnaka biha, amesema zawajnakaha. Kwa hivyo hapa upata kufahamu. Mwenyezi Mungu ikiwa, ikiwa ni ikiwa ni ndoa, hatumii hakuna harful ba, ikiwa ni ndoa hakuna harful ba. Wazawajnakaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hivyo kumaanisha kwamba ni ndoa ya kuoana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ndo, ndo kat, -hata katika lugha ya Kiarabu, hata katika lugha ya Kiarabu huwezi kusema zawajtuka bibnati Unasema zawajtuka bnati, nimekozesha binti yangu. Huwezi kusema bibnati la. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wazawajnahum bihuri ain, hamaanishi kwamba ni kufunga ndoa la, haimaanishi kwamba ni kufunga ndoa. <clears throat> Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema wazawajnahum, yani na wataswahibiana, na watakuwa pamoja. Wazawajnahum bihurin, watakuwa pamoja na hiyo hurin, wala haina husiano na kuozeshwa wanawake, wala nino mambo kama hayo, la abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumzi mambo kama hayo. Wazawajnahum yani wataswahibiana, watakuwa pamoja na hiyo huri ain. Nini huri ain? Sasa tunaangalia, tunataka kujua huri ain ni kitu gani ambacho kwamba hicho watakuwa wameswahibiana, watakuwa wako nacho pamoja, hao almuttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote anatuambia ndani ya Qur'ani tuwe ni wenye kufikiria Laallahum yatafakkarun laallakum tatafakkarun. Mwenyezi Mungu siku zote anatuambia tuwe wenye kufikiria wakati tunaposoma kitabu chake cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu siku zote anatuambia tuwe ni wenye kutadabbar, kwa sababu itakupeleka, tusipokuwa ni wenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu, huenda ikakupeleka wewe katika hali ambayo kwamba hakuitaka ama haitarajii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hapa, tunamuona hazungumzii sisi kulingana na kufuata ufahamu wa babu zetu, na kuwa akili zetu hatutaki kuzishughulisha katika kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu. Akili zetu zimelemaa, hazitaki tena kujisumbua kwamba je, haya waliosema babu zetu ni sawa? Hatutaki hata ile kuhakikisha hiyo ndio inatufanya itupeleke mahali pabaya, tumsingizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo ambayo kwamba hakuyasema. Kwa hivyo tumeona mpaka hapa, wazawajinahum haikuhusiani waza na ndoa, lakini kwenye vitabu vyetu vya turathi basi wazauwajnahum bihuraini na tutaozeshwa, wataozeshwa tena ni wanaume, sio kwamba ni wanaume na wanawake, la, tumeitukua wazauwajinahum tukaiweka kwa wanaume peke yake, wanawake shauri zao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ametuambia wazawajnahum bihuri. Nini maana ya huri? Huri siyo jamu ya haura, la, huri ni jamu ya hara. Hara na nini hara? Maana, hara inatokana ni fiili ya hara ya huru

Innahu dhanna an lan yahura. Mwenyezi Mungu hapa anazungumzia kwa wale ambao kwamba hawamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hawamini siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu anatuambia, innahu dhanna, hakika yeye alidhani an lan yahura, hatoregea kwetu sisi. Kwa hivyo yahura ni kitu ambacho ni kuregea, maana ya yahura ni kuregea, hara yani raja. Kwa hivyo tumeelewa kilma cha hur maana yake hii huri ni jamu ya hara na maana ya hara yani rajaa, yani kitu kimeenda kisha kika- kikarudi. Hiyo ndo maana ya hara. Na kilma cha ain, ain, ain, ni jamu jamu yake ni uyun, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia peponi, fiha jannatun wa uyun. Uyun ni macho gani? Ni macho ya chemchemu ya maji, ni mato, ni macho ya chemchemu ya vinywaji ambavyo kwa kwamba vitakuwekwa kwenye pepo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala aliposema huru in, yani ni macho ya yale mito iliyoko peponi, ile mito ya maji, mito iwe na asali, mito iwe na yana chochote ile lile jicho la chemchemu ya kutoka yale maji, ndio anamaanisha ain ni jicho, sio jicho la mwanamke la jicho. Kama ilikuwa namaanisha jicho la mwanamke Mwenyezi Mungu angesema huri ain, angesema hurul ayuni. Lakini Mwenyezi Mungu amesema huri ain ambao kwamba jamu yake ni uyun na peponi, fiha jannatun wa uyun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia huri in ni mito ambayo kwamba ile chemchemu ya ile maji yanakwenda na, na yakirudi, yani siyo majriyal maa. Majriyal maa ni maji yanapita yanakwenda hayarudi, lakini huril ain, huri in maana yake ni chemchemu ya maji inayotoka, lakini maji kama yale hayapiti, yanazunguka. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anatuambia yaumal qiyama, hawa almuttaqin wanaume na wanawake watakuwa mutakabilin, wamekaa upande hunu na wengine wamekaa upande ule, na katikati yao kuna meza ya kila aina ya vyakula alafu na baina yao hapo katika katika mahema yale ambayo kwamba watakuweko katikati yale mahema, kutakuwa kuna na hiyo huru ain. Maji yatakuwa ikiwa ni maji basi yatakuwa maji kama yale yanazunguka katika ile hema, yani yanatoka huko kwenye ain yanaenda yakirudi, sio kwamba yanapita peke yake, yanapita moja kwa moja ya, la. Kwa hivyo huri ini Mwenyezi Mungu anazungumzia ni katika neema ambazo kwamba watanemeshwa almuttaqin, na wala huri ini haimaanishi mwanamke, ndugu muislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lao angekuwa ameandalia wanawake wanaume, angekuwa ametutajia ndani ya Qur'an, ikiwa sifa zote Mwenyezi Mungu ametaja lakini utaona katika vitabu vyetu vya turathi kwamba wa mwanamume ataozeshwa wanawake sabini na mbili e, watakuwa wanastarehe wanamsifu mwanamke vile atakavyokuwa peponi. Hayo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuyataja ndani ya Qur'an, wala hutoyaona ndani ya, ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyama anakuambia kwamba wewe mwanamke utakuwa na mume wako, lau mutakuwa ni wema wewe mwanamke, hakuna mambo ya wanawake wa peponi, la abadan. Wanawake ni hawa hawa, na wanaume ni hawa hawa. Mume wako akiwa ni mwema, basi na wewe mke ni mwema basi, mtakuwa pamoja peponi. Kwa hivyo hakuna kwamba kuna wanawake mtaozeshwa, wataozeshwa wanaume peponi, la abadan, bali ni wale wale wanaume zenu, mkiwa mmefanya mema na mke naye amefanya mema mutaingia peponi na mutakuwa pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye suratu Radi aya 23, Jannatun adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, pepo wataingia wale waliofanya mazuri, mtu ataingia, mababa zenu, mababa zao, waazwajihim na wake zao wa dhurriyatihim na dhurriya za wal malaika yadkhuluna alayhim min kulli bab. Kwa hivyo kila mtu atakuwa na mkewe, ikiwa mke ni mwema na ikiwa mume ni mwema. Mwenyezi Mungu kisha sema inna ashabal jannati alyawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin hum wa azwajuhum, wao na wake zao, yani wake wale ambao walikuwa duniani fi dhilali ala al-araiki muttakiun kisha rabbana waadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka anta al-azizul hakim. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi aya zote anatuonyesha kwamba kila mtu atakuwa na mkewe peponi, ikiwa mke ni mwema, ikiwa ni mu, ni mwema ikiwa ni mume ni mwema. Hakuna hurul ain, kwa sababu wengi utasikia wanasema hurul ain. La, ni huru ain, hakuna huru aini ambao kwamba mnawadhania nyinyi kwamba ni wanawake wa peponi. Hakuna wanawake wa peponi, bali huru aini ni maji ambayo kwamba yatakuwa yakienda na kurudi kwenye mahema wakifurahishwa wale almuttaqin, na almuttaqin ni mwanamume na mwanamke, wala sio wanaume peke yao. Wa ila liqa'i na akhar bi mashiati llah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.